Mheshimiwa mwenyekiti, serikali ya awamu ya sita ya ilani, ya, ya Chama cha Mapinduzi inaendelea kutekeleza ilani ambayo tunamaliza muda wake sasa hivi ya, hadi sasa Juni 2025 katika mkoa wa Morogoro kwa kutekeleza ibara zote 14 kwa vyanzo vya fedha vipatavyo 21 ambavyo jumla yake zilizotambulika kutumika ni shilingi trilioni tatu. Mheshimiwa narudia, trilioni tatu bilioni mia mbili na arobaini na tatu milioni mia mbili na themanini laki tatu na saba mia tano na thalathini na saba. Utekelezaji wa ilani kisekta, utekelezaji wa ilani katika mkoa wa Morogoro umetekelezwa katika sekta zote kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, sekta zifuatazo: utawala, elimu, afya, kilimo, mifugo uvuvi, uwezeshaji wananchi kiuchumi, maendeleo ya ushirika, mali asili na utalii, sekta ya ardhi, ustawi wa jamii, usafi na mazingira, masoko michezo na utamaduni, usafirishaji na jumla ndogo katika hiyo jumla kuu ya trilioni 3 milioni 243 jumla ndogo katika sekta hizo 15, Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wajumbe ni bilioni 618 na nane, milioni 316 laki 979,525. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa taasisi za umma kama sekta miundombinu ya barabara na madaraja zimepewa bilioni 900

milioni 253. Naomba kurejea, mheshimiwa mwenyekiti, trilioni 1 bilioni bilioni 253, <coughs> Bilioni. Bilioni 253. milioni 800 sawa. Jumla kuu kwenye taasisi hizo, kwa maana ya miundombinu ya barabara na madaraja ambayo tumemsikia Dkt. Samia Suluhu Hassan ameisemea pale kwenye documentary, maji na nishati, jumla yake trilioni 2 bilioni 624. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya afya, mkoa ameendelea kuimarisha afya za wananchi ambapo katika kipindi cha kuanzia Novemba 2024 hadi Juni 2025 mkoa ameweza kuongeza vituo vya kutolea huduma za afya kutoka 356 mwaka 2020 hadi 478 katika mdao wa fedha katika hiyo vitu, vituo vya kutolea huduma za afya zimeongezeka. Hospitali katika kipindi cha miaka mitano zimeongezeka hospitali za wilaya saba, vituo vya afya 33, zahanati 82. Sekta ya elimu. Mheshimiwa mwenyekiti, kama tulivyoona pale, lakini kwenye sekta ya elimu kwa kiasi cha kugharamia mafanikio ni kama yafuatayo. Kwanza tumeongeza idadi ya walimu kwa shule za msingi na inazidi kuongezeka, bado kuna changamoto lakini tunazidi kuongezea walimu, na hata mwaka huu tumepokea walimu wengi. Tumemaliza kupitia hoja za CAG kwa kupita kwenye kila halmashauri na tumeshuhudia kwamba kila halmashauri imepewa ongezeko la walimu, pamoja na kwamba kila halmashauri bado ina idadi ya changamoto ya walimu. Mheshimiwa mwenyekiti E, kwa mwaka kwa kipindi hiki kiasi cha shilingi kuongezeka kwa, kwa kiasi cha kugharamia mpango wa elimu bila malipo kuanzia elimu ya awali hadi kidato cha sita ambapo kwa kiasi cha shilingi bilioni 38 milioni 969 mwaka 20 kilipokelewa na mpaka mwezi Juni 2025 mkoa wa Morogoro umepokea kiasi cha shilingi bilioni 68 milioni mia tano na ishirini, mia tatu na moja kwa ajili ya kugaramia mpango huo walimbamaili. <coughs> Mheshimiwa Mwenyekiti, kama mlivyoshuhudia hapo, tumeongeza idadi za shule za msingi kutoka shule mia nane arobaini na tano hadi shule elfu moja na kumi na tatu Tumeongeza idadi ya shule za sekondari katika mkoa wa Morogoro kutoka shule mia mbili thelathini na nne hadi shule mia tatu na sita, ongezeko la shule za sekondari 72 katika miaka mitano. Mweshimua mwenyekiti, huongezeka kwa idadi ya vyumba vya madarasa kutoka vyumba vya madarasa elfu sita, mia saba na tisini na tatu mwaka 20 Mweshimua mwenyekiti leo kuwa Morogoro una madarasa elfu tisa na sabini na nane. Mweshimua mwenyekiti la madarasa na 2250 na Halmashauri Kuu ya sisi Mkoa wa Morogoro leo tarehe sita inatoa pongezi na shukrani nyingi kwa mweshimiwa rais mpendo wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya na ambayo imegusa maisha ya wana Morogoro bila kuendelea na uzalishaji kama yale ya Ulanga na mashamba yale ambayo yalitolewa maelekezo na mheshimiwa rais, serikali ilatibu na kuandaa mpango wa kurejesha ardhi hizi kwa wananchi, ili wananchi wayatumie kwa shughuli za uzalishaji Uwe na mpango bora wa matumizi ya ardhi ambayo inamilikiwa na watu wachache na haitumiki katika uzalishaji wa kilimo. Kilimo cha mazao mbadala ya biashara kama tumbaku, karafuu, michikichi, viazi mviringo na mazao mengine yapewe mkazo na msisitizo zaidi. Mgogoro wa mpaka kati ya wilaya ya Gairo na Kilosa upatiwe ufumbuzi mapema kabla ya uchaguzi mkuu. Mpango madhubuti wa utoaji wa mikopo ya vijana, wanawake na walemavu uandaliwe ukiwa sambamba na namna bora ya urejeshwaji wa mikopo hiyo Malipo ya posho za vijiji na vitongoji yaliyosimama yalipwe kabla ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu. Uboreshaji wa uwanja wa CCM Jamhuri ufanyike kwa serikali kushirikiana na chama.